Uharigani Mtanzania na mwanadamu yeyote ulioko katika ulimwengu huu, mwanadamu uliye hai, mwanadamu uliyezaliwa na mwanamke. Kufuatia sintofahamu ambayo imejitokeza katika nchi ya Tanzania, kutekwa kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba akiwa nyumbani kwake jijini Dar es Salaam, maswali matatu bado yanaendelea kuulizwa kwamba yuko hapi Humphrey Polepole yupo hai au amekufa? Mama yake mzazi Humphrey Polepole akiwa anaojiwa na kituo cha BBC amejitokeza dharani na kueleza namna gani mtoto wake alivyokuwa, lakini anaomba apatikane mtoto wake akiwa hai au amekufa ili ajue moja mbali na mama yake Humphrey Polepole kaka yake Humphrey Polepole naye anatoa neno kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akisema kwamba atoe neno ili familia ijue. Mtazamaji, tafadhali naomba tuungane na mama yake Humphrey Polepole na familia kwa ujumla, ikieleza mambo yalivyokuwa katika nyakati hizo ngumu, ama katika nyakati hizi ngumu kwa familia na kwa umma wa Watanzania. Ikumbukwe, Humphrey Polepole alitekwa nyumbani kwake, lakini pia ndani ya nyumba aliyokuwa anaishi. Licha ya kuvunjwa na kuto kupatikana yeye, kilichokuwa kimepatikana ni baadhi ya thamani zilizokuwepo ndani, lakini damu ikiwa imemwagika ama imemwagwa. Unaona nini, tungane na mama Humphrey Polepole pamoja na kaka yake, karibu. Amwachie mwanangu kama yuko hai, kama hayuko hai aniletee ni mzike mwenyewe, aniletee mwanangu nizike mwenyewe, wasije wakaenda kumtupa baharini. Unapokuwa mtu umesomesha mtoto toka kichanga mpaka amefika mahali kwamba anaweza kukusaidia, ukapata hata doti kakanga, leo wenzi wanakuja kukatia ghafla tu. Sababu hasa nini walimchukua huyu binti huyu? Unamwona huyu dada yako, walibomoa pia wakaruka ukuta naomba watusaidie, kama polisi wanajua hawajui. Kama mwanamke uliyegharamia kulea mtoto ukiwa mjane, leo yanakuja kutendeka haya, inasikitisha sana. Ina maana wanaumiza watu kama wanaumiza manyati ya polini au matembo ya polini kabisa, inasikitisha sana kwa nchi ya Tanzania. Nyerere hakutulea vile, hakutulea vile hata siku moja huyu mtoto nikikwambia siri yake, toka alipozaliwa alikuwa mtoto wa pekee kabisa. Kwanza yeye alipenda kwenda kusomea mambo ya uchungaji na urubani wa ndege, lakini sisi wazazi tukawa uwezo hatuna kwenda urubani wa ndege. Alipenda sana urubani wa ndege, zile gharama za kulipa alipomaliza form 6. Unaona ni mtu mwenye upendo vibaya mno, hata kama hajakujua atakusalimia vizuri kwa kuelewana, kwa upendo wa hali ya juu. E, katika maisha yake toka alipokuwa mdogo kabisa kabisa, alikuwa hata kuongea hajui. Akifika hapa atawasalimia, yeye ni kucheka tu, kuongea na wenzie, kuingia ndani, vitabu moja kwa moja. Kwa sasa sisi actually tunamwomba Mungu kwa kiasi kikubwa, hatuna tegemeo lingine zaidi ya kumwomba Mungu ya yeah, sisi kimbilio letu ni Mungu tu yeah. kwa hiyo ni hivyo tu. Hatuna, hatuna namna nyingine, hatuwezi kujua kwa sababu uh, uh, hatuwezi kujua, hatuwezi kujua, hatuambii chochote. Kwa hiyo ni hivyo, kama wanamwachie uh, yeah. au mwachie. Damu nyingi zilimwagika, unajua pale ndani nyingi sana, nafikiri mliweza kuona jana kwa hiyo hivyo, kama wanamwachia wana akiwa hai tutashukuru, lakini kama watakuwa so wamefanya kitu tofauti, basi watupe mtu wetu tuendelee na mambo mengine, hivyo tu. Mi namwomba Mama Samia aongee neno, namwomba Mama Samia aongee neno, hivyo tu.